Mali bila daftari upotea bila habari. Leo nataka tuongelee jambo moja tu, hasa naongelea vikundi vya sanaa. Vikundi vya sanaa vingi sana vimeanzishwa, vipo sana mitaani, lakini je, vimeanzishwa katika mazingira sahihi? Vimeanzishwa na watu sahihi? Vinafundishwa na watu sahihi? Unajua, sanaa tunaichukulia rahisi sana, kila mtu anajiita msanii hapa moja akasema yeye ye, ye, ye, ye, ye, ye, ni msanii. Sio kweli jamani, yani vikundi vingi wakati mwingine vimeanzishwa lakini havina walimu na, na kikundi kama kina mwalimu ambaye anajua sanaa. Lazima kila sehemu unapotaka kufanya jambo lolote, lazima ujifunze na ujifunze kitu ambacho ni sahihi, lakini ukweli ni kwamba wasanii wengi sana wanakuwa kwenye vikundi lakini sio sahihi, na vikundi vingi vinaanzishwa na vinasajiliwa na mamlaka. Lakini mamlaka je, imeweka kipengele au wanaoanzisha kuna walimu ambao ni spesifiki wanajua wanachokifundisha, au wanaenda kuzalisha watu ambao sio sahihi? Ndio maana wakati mwingine sanaa, wakati mwingine watu wanatoka kule hawana maadili sanaa. Ni, ni, ni, sanaa ni professional. Unapokutana na watu wengi kwa ajili ya kuifundisha sanaa, kujifunza sanaa, kujifunza sanaa, tafuta walimu waliokuwa sahihi. Watu wanajiita wasanii lakini sio wasanii. Watu wanajiita waigizaji wakati sio waigizaji kwa sababu umeingia kwenye kikundi tu tayari wewe ni mwigizaji. Sio hivyo. Hebu twende darasani kidogo. Hebu pata kozi kidogo. Vikundi vyetu vinavyo vinavyoanzishwa, hebu hebu, vipitieni, angalieni wanaowafundisha wana uweredi? Asilimia kubwa hawana uweredi, hawajui wanachokifundisha. Wanajua tu mradi tu kwamba wanasikia wana, wana, kama sana ni, ni, ni rahisi kama ndomana sana zinafundisha mpaka vioni ndoaaaanza kufundisha kuanzia shule ya, shule ya msingi mpaka naenda mpaka chuoni. Kwanini naanza kufundishwa? Kwa sababu ni professional. Sasa tubadilike na sisi kwa sasa, kama ujabadilika kupata kozi, hebu tafuta angalau upate kozi kidogo, au tafuta mwalimu ambaye kweli anajua akufundishe vizuri, kwa sababu sanaa ni mtu. Msanii ni mtu ambaye anachukua, awe na maadili makubwa sana. Ndio maana unakuta sana, sanaa kwa sasa watu wengi hawana maadili, watu wengi sanaa yenyewe hawajui, wanafikiri kama ni kuigiza tu, bado mtu mbele ya kamera amambawake na anaigiza hivyo tu. Ndio maana filamu zingi sana, watu wanakuwa naigiza badala ya kufanya uharisia, badala ya kuchukua karakta wanakuwa wanaigiza. So tunachokiomba mamlaka vikundi vyote vinavyosajiliwa hebu wekeni na kipengele, kipengele kinachosema unaenda kufundishwa na nani, na hao walimu wamesajiliwa wanajulikana, wana uwezo huo. Kikundi kama kitakuwa kina watu wao, msisajili kwa sababu naenda kutengeneza bomu lingine la kuonekana, kuna wasanii wengi ambao wanakuja mtaani wanakuwa hawana maadili, alafu mwisho wa siku unaonekana wasanii wote hawana maadili. Huo ndo ukweli mtupu. Ndo maana nikasema mali bila daftari hupotea bila habari. Inawezekana kwamba ukajiuliza wakaji, kwa nini nimetumia msemo huo. Ni kwamba hata msanii ni mali, hasa kama ujaenda huko, utapotea tu, kwa sababu huujui chochote. Jitahidi. Nimemaliza.